Falsafa za maisha ni mitazamo, kanuni na hekima zinazotuongoza katika safari ya maisha. Hapa ni baadhi ya falsafa muhimu. Moja: maisha ni safari, siyo marudio. Furahia kila hatua badala ya kusubiri mwisho. Mbili: kila jambo lina sababu. Mafanikio na changamoto zote huja na somo. Tatu: ulichopanda ndicho utakachovuna. Matendo yako leo yataamua kesho yako. Nne: furaha haipo nje, ipo ndani yako. Usitafute amani kwa vitu vya nje, anzia moyoni. Tano: usiogope kushindwa, ni sehemu ya kujifunza. Kila anguko ni nafasi ya kusimama imara zaidi. Sita, maisha hayana hakikisho, lakini yana uwezekano. Usikate tamaa, kila siku inaleta fursa mpya. Saba, heshima na upendo ni nguzo za uhusiano wa kweli. Watu watakukumbuka kwa jinsi ulivyowafanya wahisi. Nane, ukweli daima hujitokeza. Kuwa mkweli kwa wengine na zaidi kwa nafsi yako. Tisa, muda ni rasilimali ya thamani. Tumia vyema muda wako, kwani hauwezi kurudi. Kumi, uwe bora zaidi ya jana. Ushindani wako wa kweli ni wewe jana, si mtu mwingine. Ni falsafa gani kati ya hizi inayokugusa zaidi? Subscribe kwenye channel hii ili uweze kujifunza mengi zaidi. Karibu.